yetu kwa muda mrefu sasa imekuwa ikikabiliwa na suala la migogoro ya wakulima na wafugaji, na hii migogoro inatokana na watu kuto kuzingatia mpango wa matumizi bora ya ardhi. Mpango wa matumizi bora ya nini huu mpango wa matumizi bora ya ardhi? Ni mpango ambao unakuwa shirikishi kwanza, si ndio? Eh, unakuwa shiriki shirikishi Ninaposema shirikishi, ni kwamba ninyi kama kijiji mnaamua eneo lile ambalo liko kwenye ramani yenu ya kijiji au mipaka ya kijiji ndani, mnatenga maeneo kwa ajili ya makazi, mnatenga maeneo kwa ajili ya kilimo, mnatenga maeneo kwa ajili ya ufugaji, mnatenga maeneo kwa ajili ya taasisi lakini mnatenga ma maeneo kwa ajili ya uhifadhi na kadhalika. Shughuli za kilimo zinaenda kufanyika kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya nini? Ya ufugaji. Amini za kilimo na shughuli za ufugaji zinaenda kufanyika kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya ufugaji. Lakini hapa twende mbele, tunalo eneo la uhifadhi, tunayo maeneo ya nini? maeneo ya ya uhifadhi, mnalijua hilo? Tuna maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya uhifadhi. Hiyo ndo maana ya mpango wa matumizi bora ya ardhi. Kuna tangazo la serikali namba 552 na la mwaka 1958 na ambalo lilitenga eneo la msitu wa hifadhi ya taifa la Muhuwesi. Umeelewana? Tangazo la serikali namba 552 la mwaka 1958. Na hili lilitenga eneo la, ifa, la, hifadhi, la msitu wa hifadhi wa Muhuwesi ambao unapatikana pia kwenye eneo letu, lakini kuna tangazo la serikali namba 2017 na na la mwaka 2007 ambalo lilitenga jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori yanalika Tumeelewana jamani? Kwa lugha ya kigeni wanasema ni protected areas, yaani ni maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya urithi wa baadaye. Tumeelewana jamani? Kwa haya ya maeneo yanatakiwa yalindwe na matumizi yake yanatakiwa yaheshimiwe, hayatakiwi kuvamiwa na mtu yoyote. Lakini sisi ndugu zangu watu wa hapa twende mbele kwa nyakati tofauti baadhi yetu wamekuwa wanavamia maeneo hayo tu, wamekuwa wanavamia maeneo ya hifadhi, msitu wa hifadhi wa Muhuwesi, lakini na eneo la jumuiya wa ya wanyamapori ya Nalika ambalo tunapakana nayo wilaya, au hata akija mkuu wa mkoa hawezi akatoa maelekezo ya nyinyi kwenda kuanza kulima pale. Ni eneo ambalo lipo kisheria, limetengwa kisheria kuwa eneo la hifadhi. Nimewatangazia, nimewaeleza kuhusu tangazo la serikali namba 552 na la mwaka 1958, na, na tangazo la serikali namba 2017 na na la mwaka 2007 ambalo limeainisha haya maeneo kuwa maeneo ya nini? ya nini ya hifadhi kuna msitu wa asili lakini kuna eneo la jumuiya ya wanyamapori ya Nalika ambalo ni ya, ni, ni, ni, protected areas eh, ni maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za kihifadhi. Kwa hiyo sisi kama serikali mimi ni, nikikwambia tutapata shamba ya kijiji cha jirani, kama mtu atakuwa tayari, tutakuja nitampa. Jumuiya ya Nalika ilipofikia, imeshatangazwa kwenye gazeti la serikali, ni kwamba ni hifadhi ambayo inatambulika ngazi ya taifa na ikishafikia ngazi hiyo, hifadhi hiyo inakuwa iko chini ya usimamizi wa mkurugenzi wa wanyamapori Tanzania, chini ya wizara ya maliasili. Kwa hiyo ilipofikia jumuiya, haina uwezo wa kutengua matumizi, bali ni mpaka gazeti tena la serikali litoke kwa maana jeni nyingine ya kutengua matumizi hayo. Kwa hiyo kwa ngazi ilipofikia jumuiya Nalika kwa sasa jumuiya yenyewe kama jumuiya haina uwezo wa kubadilisha matumizi ya eneo mpaka pale ambapo wizara ndio inaweza kubadilisha. Kwa hiyo ninatoa siku saba kuanzia leo, mifugo yote ambayo haipo kwenye vitalu vya ufugaji katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya ufugaji hapa Twendembele iwe imeondolewa na kupelekwa huko umele, maana sasa tarehe mbili mwezi wa kumi mtu wa mifugo yuko hapa kwa kilimo eh, mkurugenzi, hawa tayari wametenga maeneo kwa ajili ya ufugaji. Wale wafugaji wote, mnatakiwa mripoti kwa uongozi wa kijiji, kwa maana muone mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata, wawaoneshe maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya ufugaji, na watawaelekeza nini cha kufanya ili mpate maeneo hayo. Tumeelewana? maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za kilimo yafanye shughuli za kilimo. Tunahangaika hapa, hatuna maeneo ya kulima, kumbe kuna watu wamepeleka mifugo yao kwenye maeneo ya kulima. Tumeelewana jamani? Tumeelewana. Kwa hiyo hayo ndo maelekezo ya wilaya, serikali ya wilaya.